Ukae nami, giza inafika, usiniache Mungu na kuomba. Unayejua udhaifu wangu, nategemea wewe kae nami. Maisha yangu ni mafupi sana, uzuri wa dunia utakwisha. Kuna machozi kufa huku chini, wewe mwokozi wangu kae nami. Na kuhitaji wewe siku zote, unaweza sana kunilinda wewe, shujaa wa kushinda wote, katika hali zote kae nami. Unionyeshe musalaba wako nione nuru yako katigiza, na tukiishi au takuja wewe mokozi wangu kae nami. Unionyeshe musalaba wako nione nuru yako katigiza nani kisia utakuja wewe mwokozi wangu.